Naitwa Elizabeth Michael, natokea Tabora, Puge. Nimefurahi sana leo kuiona meli kwa kweli. Mama Samia anafanya vitu vizuri, nimependa naona hii itatunufaisha sisi wananchi, wagonjwa watasafiri, watapata huduma nzuri. Hivyo tu nimefurahi sana . Kwa majina naitwa Ernest El, Emmanuel Sande Magozi, ni mkazi wa eneo la Nzega vijijini. Tunao furaha kubwa sana kupokea hii ambulance ambayo inaenda ziwa Victoria. Mama ametambua umuhimu wa wakazi wa kanda la ziwa, hivyo tunapenda kumpa shukrani sana mama kwa kitu alichokiboresha, kwani hii ambulance itasaidia watu, watu mbalimbali. Tunapenda sana mama aendelee kuwemo serikalini kwa miaka mitano tena ili kuendeleza kuweka maboresho sio ya meli tu. Tumeona pia Busisi juzi kafungua daraja la Magufuli. Tunashukuru sana mama apewe mitano tena.